Mahakama ya rufaa ndio ya mwisho katika kutoa uamuzi wa namna hiyo. Sasa hilo jambo jipya linatoka linakuja kujaje? Linapelekwa li wapi? Kuna mahakama hapo, ndio ngazi ya mwisho kwa sheria hapa Tanzania. Yaani mahakama hiyo kupitia maamuzi yake yenyewe, kama umeleta kuna jambo jipya kwa mfano kwa sababu kwa kesi hii tayari mtu ameshaonekana alifariki. Kwa kesi zingine mtu anaweza akahukumiwa kwamba umemuua mtu fulani, theni baadaye ukashangaa mtu huyo kato, katokea tena, watu wanaanza kumuona, saa hawezi kuua mara mbili bwana. Kwa hiyo anaweza akapitia tena ushahidi mpya ambao labda ukoa haupo mwanzoni, lakini changamoto inakuja kwamba kwa sababu sheria hii ya kuhukumu mpaka kufa imekuwepo toka, toka zamani sana, na imekuwa iki, iki watu wengi wamekuwa hukumiwa kwa mtindo huo, kwamba unahukumiwa kunyongwa mpaka kufa, japokuwa kumekuwa kuna changamoto nyingi sana. Nilitaka nije huko kwenye hilo mm, la, la mtu kunyongwa mpaka kufa, maana yake nini? Mtu mwingine anaweza sielewe, kwa, kwa mtu wa kawaida kuelewa kwamba hii adhabu hii imekuwapo chini ya chini toka kipindi cha ukoloni, tumeirithi kutoka kipindi cha ukoloni cha Ujerumani, ambapo walikuwa wakitekeleza adhabu ya kunyongwa mpaka kufa, wakimaanisha kwamba mtu ambaye anakuwa anathibitika kwamba ameua kwa ame kukusudia, basi ya adhabu yake ni na mahakama haina haina mbadala, yaani hiyo hata mahakama yenyewe haiwezi kubadilisha. Sheria imeshaweka hiyo hiyo adhabu kwa mujibu wa, wa, kifungu cha 195 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na sheria ya makosa ya jinai ya Tanzania namba Inanapoe... kumi na sita inapoelezwa kwamba kuna kunyo, amehukumiwa kunyongwa. Nini tofauti ya kuhukumiwa kunyongwa na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa? Maana yake ni kwamba mtu ambaye anahukumiwa kunyongwa mpaka kufa, hakuna mtu ambaye anahukumiwa kunyongwa, adhabu iko hii moja, kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo inategemeana, unaweza ukanyongwa labda, kamba ikakatika, itabidi wakurudishe tena, lakini kuhakikisha kwamba mpaka huyu mtu anafariki, ndo, ndo adhabu inakuwa imefikia hapo. Lakini sasa mimi na, na, na angalia katika mlengo wa wa, wa, wa, wa, wa, katiba yetu mlengo wa sheria zetu mlengo wa, wa, wa, adhabu yenye jinsi ilivyo. kuna, kuna, kuna sababu na mii mi, mi sio muumini sana wa adhabu ya kunyonga mpaka kufa, naamini kwenye adhabu ya kifungo cha maisha. Naamini kifungo cha maisha kinatosha sana lakini pia naamini kwamba katiba yetu ya, Jamhuri ya, ya, ya, ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya sita kifungu d na e kinaeleza kina kuhusiana na, na, na, mtu kuwa na haki ya kuheshimu utu wake, lakini pia kutoteswa. Lakini tunaamini sasa katika utekelezaji wa hii adhabu, mtu kabla hajafa anateseka ana kwanza kabla hajafa kwa mujibu wa adhabu wa, wa hii. Lakini pia tunaamini kwamba katika kutoa maisha ni, ni Mungu ambaye anatoa, lakini pia na, ni Mungu mwenyewe mwenye, mwenye mamlaka ya kuchukua maisha. Lakini pia adhabu hii ya, ya kunyongwa mpaka kufa ni adhabu ambayo ikitekelezeka, huwezi ukarudisha tena kwa mfano mm. mtu ak akanyongwa, ikatokana kuna ushahidi mwingine, hamwezi mkamrudishia wa uhai wake na, na, na tunaamini kwamba uh, adhabu za namna hii za kunyongwa mpaka kufa, kuna baadhi ya nchi ambayo tayari wameshaona kwamba hazifai sana a na labda, sawa, na labda pengine ndio sababu hukumu kama hii inatolewa na mahakama ya mwisho kabisa Tanzania, ama inaweza ikatolewa hata na mahakama nyingine yoyote, ya chini? Hukumu ya kunyongwa mpaka kufa inaanzia mahakama, mahakama kuu tofauti na adhabu nyingine ambazo mtu anaweza kaa na fursa mbalimbali, kwa mfano kama adhabu ambazo zinaanzia mahakama mwanzo, unaweza kama mahakama ya wilaya, mahakama kuu, mpaka mahakama. Lakini pia unakuta hii imekuwa ina ngazi chache sana, mahakama kuu ya rufaa, mwisho. Lakini tunaamini kwamba mtu anakuwa ana, ana, ana, ana, ana, ana na fursa ngazi chache sana za kukata rufaa, lakini pia tunaangalia kuhusiana na, na, na, na, na, na mfumo wenyewe kwa sababu ni bora watu kumi wakaachiwa kuliko mmoja akaonewa. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtu akikaa ndani inatosha kuliko kunyonga mpaka kufa, kiasi kwamba hatuwezi kulirudisha tena. Na tunajua kwa sababu wanaoamua ni binadamu, kuna uwezekano wa kitu kama hicho kitatokea. Nakushukuru sana, asante sana. Asante ni Jebra Kambole, mwanasheria wakili, ambaye ametufafanulia kuhusiana na swala hili la hukumu iliyopita hivi leo.